Unapofika mwisho wa mwaka kuna mambo ambayo ni muhimu sana kuepuka ili usijikuta umeingia kwenye matatizo ambayo sio ya lazima. Na leo ningependa tuangalie mambo manne ambayo unatakiwa kuepuka unapokuwa karibia na mwisho wa mwaka. Na mambo haya yameingiza watu wengi sana kwenye matatizo makubwa. Na nisingependa wewe mmoja wa watu ambao wataingia kwenye changamoto kubwa sana kwa sababu ya mambo haya. Jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kuliepuka ni kutumia pesa bila mpangilio. Unajua, watu wakiwa wanafika mwisho wa mwaka kisaikolojia inakuwa kama vile mwingine inafika mwisho yani unakuta waziwazi sana yani kama vile anataka kutumia, anataka kufurahia, yani kama vile ajui kwamba kuna kesho pia. Sasa ningependa kukumbusha kwamba furahi sana, enjoy kweli maisha, lakini kumbuka kuna Januari. Na Januari inakujaga na mambo yake sana. Hapo eh, kuna bili sijui za watoto, sijui kuna watu wanalipa kodi za nyumba, kuna vitu vingi vinatokea, kuna kodi za shule na vitu vinavyofanana na hivyo. Sasa ni muhimu sana unapokuwa mwisho wa mwaka utumie pesa kwa mpangilio. Kwa kama hujapanga bajeti yako, panga bajeti yako. Kuna watu wanapata bonus makazini nakuta. Kuna watu kwenye biashara wanafanya vizuri sana wanauza kama ni nguo kama ni nini. Kwa sababu unakuta watu wengi labda wananunua nguo sana, watu wa usafiri wanapata pesa nyingi huko. Kwa hiyo kikawaida watu wengi sana mwisho wa mwaka wanapata pesa nyingi sana kuliko inavyokuwa kawaida. Lakini wengi hawapangilii mpangilio wa matumizi yao. Kwa hiyo ningependa, cha kwanza, kosa ambalo tunataka kuepuka ni kutumia ovyo ovyo tu bila mpangilio. Kuna kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ambavyo sio lazima vyo uwe sehemu ya hivyo vitu. Uwe na nidhamu kama na kama hujajifunza vizuri namna kupanga bajeti yako, basi ni vizuri, e, utafuta kitabu changu kinaitwa Money Formula kuweza ukatumia namba ambazo ziko hapo, ukakipata kitabu kinaitwa Money Formula. Kitakusaidia vizuri sana kujua namna gani upangilie matumizi yako hasa katika mwisho wa mwaka. Lakini jambo la pili unaotakiwa kuliepuka ni kulazimisha safari ambazo ukupanga Unajua mwisho wa mwaka kunakuwa kama na mzuka fulani hivi unatokea, unakuta mtu asi bana, tumenipanga hapa, tunaenda Serengeti tumenipanga, si tunaenda Zanzibar, si tunaenda Mikumi, si tunataka kutembea wapi, tukafanya vitu fulani. Sasa unakuta mtu iko kitu akikuwa kwenye plani zako, ila kwa sababu tumefika mwisho wa mwaka, unataka kuonekana namisitaki kuonekana kwamba enjoy mwisho wa mwaka na mimi koja niende. Unaanza kutoa pesa ambazo kuzoweka kwenye mipangilio. Kwa hiyo, jizuie na usijiruhusu kufanya kitu ambacho kukipangilia. Wenzako walishaanza kusave labda tangu mwezi wa kwanza, kau mwezi wa sita, wewe una, unakuta tu tu mara moja kwa sababu eti wengine wanaenda. Hapana, usilazimishe kwenda safari ambazo panga kama ukupanga Still, you have time. Jipange kwa ajili ya mwakani, jipange kwa ajili ya pengine likizo ya muda mfupi e, katikati ya mwaka ujao na vitu vinginevyo, lakini usikubali kujiingiza kwenye commitment ambazo ukweli ni kwamba haukuwa umeziandaa na kuzidhamiria. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kuliepuka ni kuendesha gari safari ndefu bila uzoefu. Tumepoteza watu wengi sana, wengine marafiki zetu, walikuwa watu wamepoteza familia zao kwa sababu mwisho wa mwaka E, mtu labda amenunua gari yake anataka sa kusafiri kwenda mkoani kwenda kusalimia, lakini hana uzoefu wa kuendesha gari kwenye barabara ndefu. Na kuna tofauti kubwa sana unapoendesha gari ukiwa e, mkoani kwako, kama uko Dar es Salaam, kama uko Dodoma, kama uko wapi, na unapotoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, unapokuwa highway kuna vitu vingi sana ambavyo unahitaji uzoefu mkubwa sana sasa watu wengi hiki kitu wanakichungia poa lakini kimepoteza maisha ya watu wengi sana kwa sababu ya kushindwa kuestimate umbali, kwa sababu ya kufanya overspeeding, kwa sababu ya kukosa control, kwa sababu ya kutokujua tu, uh, changamoto za gari ambazo natakiwa niziangalie kabla ya safari na vitu vinavyofanana na hicho, kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kama wewe unajijua sio dereva mzuri especially safari ndefu ya kusafiri ni vizuri utumie public transport au utafute mtu ambaye ni dereva mzuri ili usijiingize katika matatizo ambayo baadaye utakuja kujijutia. Hamna mtu yoyote ambao unatakiwa kumprove kwamba wewe sasa umefanikiwa kwa kutaka kuendesha gari yako mwenyewe, ni hatari kama ujapata uzoefu wa kujitosheleza. Na jambo la nne na la mwisho ambalo nataka kuliepuka ni kwamba kukopa ovyoovyo bila ulazima, yani watu wakifika mwisho wa mwaka wanajikuta tu wanakopakopa tu, na watu wanakopeshwa wanafurahiaga sana kwa sababu mwisho wa mwaka watu wanakopa, na bila mipangilio wanakopa bila mipango wanakopa bila fikra uzka kapara kuna kuta mtu anaamua tu kopa, kopa anataka kusafiri, anakopa anataka kusukuma nguo, anataka kununua kitu fulani anakopa bila bila bila. Alafu muda wa kulipa unakuanza tena naanzage Januari, ndio muda wa kulipa, kwa anaanza kuanzaumkopo kwa nini nilichukua, lakini nakuwa too late. Ushauri wangu ni kwamba nitaidi kuepuka mikopo isiyokuwa na lazima especially katika mwisho wa mwaka, ili sikuingiza katika changamoto kubwa zaidi. Kitu cha muhimu ambacho ningependa kushauri kwenye jambo hili, kuna video yangu ambayo nimeelezea maswali ya kujiuliza kabla hujakopa. Itafuta hiyo video, itakusaidia sana. Maswali ya kujiuliza kabla haujakopa itakupa maswali fulani ya kujiuliza, ili ujue kwamba je, utahitaji kulikuwa na mkopo au hautahitaji kuwa na mkopo. Haya ni mambo ambayo unataka kuepuka, kama kweli unataka mwisho wako wa mwaka umalize vizuri sana na kwa kishindo. Nakutakia mwisho wa mwaka mwema na enjoy. See you at the top.